Na haya maneno ya kuwa kila mmoja anasema na kila mmoja anaongea, huu mpango wa Chama cha Masa na Maendeleo na wa vyama vingine ambavyo wamekuwa wakitoa matamko, badala ya kuzungumza mambo ambayo yanaweza yakajenga hoja katika nchi kwa ajili ya kuenda kuwapelekea wananchi madhumunio ambayo wanataka: utawala bora na utawala unaoheshimu sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano badala yake na matokeo yake imekuwa ni katika hali ya kutoa ma, matamshi yenye kuleta e, harassment katika nchi na kuvunja amani kwa ujumla. Kuna chokochoko choko ya watu wanasema, nilikuwa naongea na mkuu na wa wilaya Ikunge ananiuliza nikamwambia, wale waliokuwa wasumbufu wameshatoka Chadema. Wale waliokuwa wasumbufu mimi mwenyewe nilikuwa mwenyekiti wa mkoa kabla sija mwenyekiti wa kanda lakini baada ya tarehe 20 ya mwaka 2020, mlisikia matamko yaliyotolewa na viongozi wakuu wa juu. Baada ya kutoa matamko hayo, tukayachukulia hatua, lakini matokeo yake tukakamatwa na kupelekwa magereza, tukakaa magereza tukiwa kama wahujumu uchumi, baada ya kutamka kwamba tunakwenda kuandamana kwa hawa waliokuwa wanatoa hayo matamko na kuyataja na kuyahimiza wao sisi tukiwa tuko magereza, tunajua labda maandamano kesho yatakuwepo, hamna. Kesho kutwa yatakuwepo, hakuna. Mwisho wa siku tukasikia mwingine yuko Kanada Ube..., mwingine yuko Ubelgiji, sisi tukaendelea kuteseka. Kwa hiyo, Mheshimiwa makamu wa rais, naomba nikupe hili kwamba hivi Watanzania hawako tayari kufanya hayo ambayo watu wamekuwa na hofu na hakuna hofu, hakuna hofu kabisa, wala mashaka Hakuna mtu atakaye thubutu kuandamana, wala hakuna mtu akufanya kufanya fujo, wala wakufanya fujo ndio walikuwa wakina mie, nilikuwa nikiagizwa sisiemu <laughs> woye